Ukweli mtupu katika siku ya leo, swala elimu wanapata sana ukakasi. Acha niache hewani na niuseme ukweli, elimu. Kusoma sana ni kuelimika, kusoma sana ni kuja kuleta maendeleo, kusoma sana ni kuwa mzalendo, kusoma sana hapa kidogo mimi pananitatiza. Mfano, viongozi wa zamani ah, uh, kwa mfano let's say tunazungumzia mtu kama Songea. Chifu Songea alisoma wapi? Lakini alionekana ni mtu mzalendo, kiongozi mwenye bidii, kiongozi mhamasishaji, na watu walikuwa wakimkubali. Mkwawa, chifu Mwana Malonde, mtu ambaye alikuwa kiongozi, aliweza kupambana na Wajerumani, mzalendo. elimu yalitoa wapi? Eh? Leo tuna vyuo vingi sana ndani ya nchi yetu na kuna fursa nyingi sana watu wakwenda kusoma nje ya nchi yetu. Uzalendo uko wapi? Uzalendo uko wapi? Sa hapa ndipo ambapo hacha ni usome ukweli ndani ya hii elimu yetu katika hii sekta eneo engo la uzalendo wapi? Tuiangalie elimu yetu na juu ya uzalendo wetu.